Mpaka nikathubutu kusema kwamba wanawake kabla ya kuolewa hupelekwa kwa makungwi na kwa masomo, wakaenda wakafunzwa baadhi ya mambo yanayotaalak na maisha ya ndoa. Wengi hujitahidi katika makungwi kuwanasihi na kuwaelekeza, na wengi hufeli katika maelekezo yao kuwapa mabinti. Lakini kadhalika nikasema, wanaume nao, hawa vijana yatakikana na wao wafundwe kabla ya kuliendea jambo la ndoa. Makosa yanayotokana na wanaume ni mengi kuliko yanayotokamana na wanawake. Yeye anadhani kwamba akishamaliza kupeleka posa, akishamaliza kutoa mahari, akishamuoa, basi jambo limeisha hapo. Lakini kwa hakika ya mambo ni kwamba wanaume vijana wanaoziendea ndoa

wabainishiwe kwamba talaka ziko za aina nyingi. Kuna talaka ya kibidaa katika idadi, kuna talaka ya kibidaa katika wakati. Wazifahamu hizi, kama ambavyo unapotaka kufanya biashara, basi lazima uidurusu biashara hiyo, uidurusu hiyo biashara, ili uendane na mipaka ya sharia, usije ukafanya la haramu usije ukaingia katika kamari, usije ukaingia katika biashara yenye harufu ya riba. Lazima uisome hiyo biashara, na kuisoma hiyo biashara kwa mazingira ya Uislamu ni fardhu ain, ni faradhi ya lazima kwako wewe. Kadhalika kufahamu taratibu za ndoa ni jambo la wajibu kwako wewe, na haya kadhalika ni kwa sababu ya kukithiri pia wajane kwa sababu zisizokuwa sababu.